Umepiga kanzu yako fresh kabisa leo. Unajua watu wengi wakitukuta tunazungumzia mpira, basi wanajua labda Mungu tunamsahau sisi. Ni Waislamu, especially mimi ni Muislamu, sawa swaiba wangu Kisugu ni Muislamu, Mzalamu ni Muislamu, mzee wa saluti ni Muislamu, mpaka godi Yanga ni Muislamu. Kwa hiyo sometimes tunakuwa tunarudi nini kwa Mungu wetu, na ndio maana unaona leo nimepiga vazi hili. Eh, hili ni vazi la Kiislamu, vazi la kiheshima lakini wanasema kwenye, wanasema kwenye mpira kule kuna ndumba ndumba kidogo, kazi na dawa hamna? Ah, yeah. Mpira ndumba inategemea na imani ya mtu, yeah. Lakini sisi wengine tunachofahamu mpira ni uwekezaji. Masuala ya ndumba haya ni watu waliokuwa na imani za ajabu ajabu, lakini mimi ninachojua mpira ni uwekezaji. Ukiwekeza vizuri kwenye mpira, uongozi ukiwa madhubuti, ukiwa imara, ukawa na good forecast, ukawa na good coordination, transparent and accountability, good coordination, basi unakuwa na timu iliyokuwa bora na mashabiki waliokuwa nini bora, benchi ya nafundi bora, pamoja na kikosi bora, unakuwa na timu iliyokuwa bora, inafanya vizuri sehemu yoyote. Jana tumeshuhudia uh tukio ambalo unaweza kusema ni la kushangaza kwa sababu mashabiki hukataa kuingia kwenye uwanja bure, si jambo la kawaida lakini, jana tumeona afisa habari na mawasiliano wa Simba Sport Club, bwana Ahmed Ali, alivyojaribu kuongelea habari za bure kwenye mechi ya uh, tarehe ishirini na tatu. Ni kama vile watu waliwaka hivi, hawataki kuelewa habari la bure. Ni nini hii maana yake? Kwamba Simba amejipata mkono maokoto, wana Simba so maskini wa kuingia bure, ama pengine mnataka kuipandisha hadhi timu yenu kupitia hiki ambacho mnakifanya hapana? Ili uwe na timu bora, lazima uwe na mashabiki bora kwanza kwa sababu mashabiki bora ndio wataukosoa uongozi na watajenga uongozi uliokuwa bora. Uongozi uliokuwa bora utatengeneza benchi la ufundi bora, benchi la ufundi bora litatengeneza wachezaji bora. Kwa hiyo pale vitu vinne vikijumlisha vyote, ndio unapata timu bora, na mashabiki wa Simba ni mashabiki bora, na ndio maana unaona hata timu yetu sisi imekuwa nini, imekuwa bora, si umeelewa? Kwa sababu mashabiki wa Simba bora, sio kwa maana zungumza mimi GB 64 kwa mujibu wa CAF wenyewe na FIFA wanajua kwamba mashabiki wa Simba ni bora kama unakumbuka mashindano ya African Football League Sa, Simba alipata tuzo ya nini? Alipata tuzo ya mashabiki bora. Kwa hiyo, sio mimi ninayesema mashabiki wa Simba ni bora, ila Kafu wenyewe wamewapa mashabiki wa Simba ubora na wamewapa mpaka tuzo, na hiyo tuzo nilienda kuipokea Serena Hotel, kwa sababu tulikuwa ni miongoni mwa watu ambao tulikuwa tunaongoza katika kuhamasishana kwenda nini viwanjani. Na shabiki bora sio kupiga kelele tu, shabiki bora ni yule ambaye anaisapoti timu yake na kuisupport timu sio kuongea tu, usiwe tokatifu sana, unatakiwa uwe na vitendo. Vitendo vyenyewe kununua merchandise za timu, yani namaanisha jezi na vitu vinginevyo ambavyo vitasaidia kuingiza kipato ndani ya klabu yako, na kutoa viingilio kwenda uwanjani, kulipa kadi za uwanachama au kadi ya mshabiki, umeelewa? Sasa kama wewe hutaki kununua tiketi nakwenda kuisapoti timu yako, ukiingia viwanjani, sasa wewe utakuwa mshabiki bora? Mshabiki bora akai kwenye tv akaiangalia ya timu yake, ikiwa ana uwezo wa kwenda kwenda kuiangalia timu yake hapo uwanja wa Benjamin Mkapa, lazima utoe pesa yako ili upate na uchungu, sasa upate ule ubora wa kukosoa, wa kushangilia. Lazima uwe unatoa nini? Unatoa sapoti kwa timu yako kama hivyo, tiketi, kwa uwanja, na na yenyewe kama uwanja, ndiyo maana Simba tunahamasishana kila kukicha zetu wa yetu mara nyingi imekuwa mkiwatania watani zenu kwamba uh, kufanya jambo mpaka wafanye hamasa. Simba ni mashabiki bora, lakini tunaona kesho kuna uzinduzi wa hamasa. Kwa nini nyinyi ambao mko bora muendelee kuhamasishwa? Kwani hamjui wajibu wenu? Hata kwenye dini vitabu vishaandikwa, si ndio eh? Qur'ani imeshaandika, Biblia imeshaandikwa, kuna Taurati, Injili, Zaburi, Furqani vyote si vimeshaandikwa Eh? na mambo mazuri, mabaya watu wote si wanajua Sawa so, lakini kwa nini Mungu amesema hamasishaneni nini? Sawa so, eh? Amlishaneni mazuri na mkatazane mabaya. Maana yake tuendelee kukumbushana kwa sababu binadamu ameumbwa na fikra, sawa so, sometimes wanajisahau. Kwa hiyo lazima umkumbushe amasa. Kwa hiyo hamasa sio kwamba mpaka tunapigizana kelele, hapana. Tarehe Simba ni kuambia tarehe tu kwamba bwana, mechi ni tarehe fulani, siku fulani, muda fulani, sawa so, ila hamasa ni kitu cha kawaida, kwa sababu zile hamasa, kupitia hamasa Eh, tunazindua matawi kupitia hamasa tunaamlishana, tuna, tuna, tuna vitu ambavyo havitakiwi ndani ya uwanja. Kwa mfano Simba tulishapewa adhabu ya kufungiwa, sasa bila ya hamasa utawezaje kuwafanya nini kwa nasui watu na kuwakataza mambo yaliokuwa mabaya ambayo hayatakiwi ndani ya, ndani ya kiwanja? Lakini leo Simba ukishajua tarehe ya mechi tu kwamba mashindano ya klabu bingwa yanaanza tarehe hii Simba uwatiketi wala haina haja ya kumpiga piga kelele, ndio maana unaona, that's why Tanzanite platinum zote zimeshafanya nini zimeshaisha na mizunguko inaendelea, watu wanaendelea kukata. Kwa hiyo hamasa ni muhimu, kwa sababu hamasa zina ina, ina maana kubwa sana, kwanza kujuana kwa wanasimba. Leo tutatoka hapa, tutaenda kwenye tawi, mfano jana tulikuwa Mwembe Yanga, kuna matawi mle sokoni yamezinduliwa. Kwa hiyo tunajuana sasa, wanasimba wa nini wa Tembeke Studio na wanasimba wa sehemu mbali mbali. Kesho tunaanzia chanika ina maana watu wa Chanika watawajua watu wa Karume, watu wa Karume watawajua watu wa Mbagala, watu wa Mbagala watawajua watu, wa watu wa Magomeni. Si umeelewa? yaani ile ku contact face to face ina umuhimu zaidi, ndio maana ya hamasa. Lakini sio kwamba tunaenda kwenye hamasa kwa ajili ya kuhamrishana kununua tiketi, yaani pale tunaenda kwenye masuala uh, ya kuijenga Simba yetu. Mechi ya mwisho ya Simba Sports Club mlioicheza ni zidi ya JKT ikiwa ni mechi ya kirafiki Unahisi kwamba JKT ilikuwa ni kipimo sahihi kuelekea kwenye mechi kubwa hii ya Simba Sport Club dhidi ya Petro de Rwanda katika uwanja wa Benjamin Mkapa tarehe 23? Ah, JKT ni kipimo sahihi kwa sababu ubora wa timu wa ujengu ukacheza na timu kubwa. Unaweza ukacheza na timu ndogo, intermediate timu na hatimaye utacheza na timu nini, timu kubwa. Nikukumbushe kuna mwaka msimu wa 21 22. Simba tulicheza mechi ya mwisho hapa na, na na na, na, na ilikuwa I think tulicheza na Prison. Mechi ile tulitoka moja moja, palikuwa ilikuwa bado tusako hiyo mechi hapo, ilikuwa ni li balaa. Mechi ilikuwa ngumu. Prison alitangulia kupata goli kupitia huyu Samson Mbangula. Mzamiru Yasini, kama unakumbuka aliumia; alipigwa mguu wa shingo na Jumanne alifadhili. Si umeelewa? Mechi ilikuwa tafu sana, very tough game. Na Prison, sio neshi au nani? Na Prison. Umeelewa? Ilikuwa mechi ilikuwa mechi, mechi ya nani ya ligi? Tunatoka kwenye ile mechi ya ligi, mechi ile tukasawazisha tuka, tuka, tuka, tuka dakika ya 89. Goli anasawazisha Jose Luis Mixon. Assist inatoka kwa Bernard Morrison. Si umeelewa? Lakini mwisho wa siku tunatoka hapo tunapanda ndege tunakwenda kukutana na Sivita. Battle iliyopigwa mechi na Prison ndo likaenda kutumika kucheza na Sivita pale kwao. Sivita tukawafunga goli moja bila pale pale. Si umeelewa? Goli anafunga Chris Mushimba Mugalu kwa penati. Faulu anachezewa nani? Anapitishiwa pasi Luis Mixon na na Chama. Luis Mixon anaekwa anaekwa chini mkwaji wa penalti Mugaru anafunga, tunapata nini? Goli moja kwao, tukatoka na point tatu. Umeelewa? Tunarudi hapa tunakutana tena na mechi nyingine na Ruvu Shooting tuna tuna tunacheza na Ruvu Shooting, tunafunga moja bila. Tunakutana na National Ali, ina maana mechi ya mwisho ilikuwa na Ruvu Shooting. National Ali anakupa goli moja bila, assist inatoka kwa Chama. Sasa Luis Mixon anatani na kushoto anafunga na kulia, alishanawe anatanua mbavu, mpira anaokosa juice 90 kwa hiyo ligi yetu sisi ni ngumu, isipokuwa sisi tunaidharau ligi yetu. Kwa hiyo, kwa mantiki hiyo ni kwamba timu zetu sasa za ndani hazina haja kutoka nje kwenda kucheza na timu zingine za nje, kwa ukubwa kama kipimo kwenye uh, mashindano makubwa kama haya. Kwanza kwanza mtu charity start at home, kwanza ligi yako, kwa sababu kwenye ligi ndio kuna mechi nyingi sahibi, na ndio maana mimi mpaka sasa hivi nauangushia sana lawama utawala wa TFF, kwa sababu mpaka sasa hivi tumecheza mechi tatu afu tunaelekea kwenye mashindano ya klabu bingwa, na wakati wenzetu wana mechi mpaka nane mpaka kumi. Kwa hiyo, game fitness unakuta wenzetu iko juu kuliko sisi si umeelewa? Na huenda ikawa ni sababu ya timu zetu msimu huu saa tukafanya vizuri kwa shida, sawa eh? Kwa sababu unakuta timu zetu zinashindwa kufanya nini, kueleweka. Na ndio maana na unamwonana nani mwalimu wetu sisi, sawa, Nicole Pantev anatafuta mechi za aina mbalimbali ili aweze kucheza kuelekea mchezo wa nini wa Jumapili. Mbona ni kama mapema mapema sana, mbona ni kama sana umeshaanza kulalamika kwamba TFF? Maana yake ni kwamba ikifungwa sasa Simba ama isipofanya vizuri, maana yake lawama zimeshaanza kutangulia TFF kwamba hamjacheza mechi nyingi. Au ndugu mwandishi, unaweza ukanipa kumbukumbu kumbu, mwaka gani? Sawa ukitoa ule mwaka wa korona ligi ilivyosimama kwa muda mrefu, ni mwaka gani mpaka kufikia mwezi wa kwanza timu ime kutokea, yani saibia, timu imecheza imecheza mechi mechi tatu haujawahi kutokea, yaani mpaka sasa hivi hizi tatu wengine wamecheza tano wengine sita, ndio kwanza mwaka huu. Ina maana kuna uzembe umefanyika, yani hiyo tukubali, tusikatae, si umeelewa? Na hapa kuna mapumziko ya nani, ya international break, tunatoka hapo tunaingia katika masuala tena international break kuelekea kwenye AFCON Morocco. Kwa hiyo hapa ligi inarudi mwezi wa kwanza, na ndio maana dabi ya kwanza imepelekwa mpaka mwezi wa tatu tarehe moja sa mwezi wa tatu 2026. E, ndio inaenda kuchezwa dabi ya kwanza na wakati sasa hizi dabi litakuwa iwe shachezwa. Sio umeelewa? Au ni kwamba hiyo ni nafasi labda nzuri kwa nyie kujipanga pamoja na wapinzani wenu kwa ajili ya kukabiliana kwenye hii dabi inayokuja? Hapana. Timu inapotoka pre-season tayari ishajipanga. Ujipange nini sasa? Nini maana ya pre-season? Pre-season ni maana yake ni you going to prepare your players. Sio umeelewa? Masuala ya game fit, yani ya, ya, ya fitness game fitness mechi za kirafiki mnakuwa mchacheza mshanda timu. Ligi ikianza ina maana pale ni matumizi sasa ya wachezaji katika kuipambania nini timu yao. Lakini leo timu inapokaa kwa muda mrefu, sawa, vitu kama hivyo vinafanani, vinatokea. Nikukumbushe Simba wakati anatinga robo finali msimu wa 21 22, tuliongoza kundi tukapangiwa Kaizer Chiefs. Kama unakumbuka Kaizer Chiefs wanaendelea kucheza mechi, sisi hapa tulipumzika wiki mbili, bila without playing any match katika ligi yetu. Kilichoenda kutukuta kule, wachezaji wamekosa game fitness, tukapigwa chuma nne mpaka tunarudi tunacheza ligi, tunajiandaa, ndo Kaizer Chiefs akaja hapa tukamfunga goli tatu, akatotoa na aggregate ya goli moja. Kwa hiyo usidharau mechi za ndani hizi, hizi timu za ndani ndio zinazopelekea Simba na Yanga kuwa bora, si umeelewa? Wewe mwenyewe umeliona lile bato la JKT na nani na Simba, umeelewa au? Uiangalie mechi, tunatoka kucheza na mashujaa, tunatoka kucheza na mashujaa, tunakuja kukutana na nani? Tunakuja kukutana na SS faction. Sinario iliyotumika na mashujaa ndio iliyotumika katika kupata matokeo na nani? Na SS faction. Kwa sababu na mashujaa tulipata goli dakika ya tisini na nne za nyongeza. Ina maana hakuna kukata tamaa. Umeelewa? Tunakuja mechi na SS faction mpaka dakika za nyongeza zile zinaongezwa dakika sita. Simba bado mechi ilikuwa moja moja. Mechi ni tough, very tight match. Lakini Simba tukata tamaa. Sinario ile ile Simba anaitumia anapata tena goli la nini? La pili. Kwa hiyo ndio maana nakwambia ligi yetu ina maana kubwa. Ligi yetu ni ngumu sana. Kama tutacheza ligi kwenye uhalisia, mimi na uhakika vilabu vyetu vitafika mbali. Lakini ukizoea kunyonga, basi ukienda kule kuchinja uwezi. Unamaanisha kwamba kusimama kwa muda mrefu kwa Simba na Yanga kutokucheza ni kunyonga ama pengine kuna sababu ambazo zinafanya wasimame? Yaani ninavyomaanisha kwamba kama upati matokeo kwa njia halali ndani ya nini? Ndani ya nchi yako. Ukienda kule lazima utashindwa kufanya nini? Kupata matokeo kwenye mashindano ya kimataifa. Kesho mnazindua hamasa, na hamasa ndo zinaanza kuelekea tarehe 23, ambayo ni siku kubwa naweza kusema hivyo kwa wanasimba wote lakini pia kwa wapenzi wa soka. Nyie kama wadau wa Simba, matarajio wenu ni yapi kuelekea kwenye hamasa zinazoanza kesho, lakini pia kwenda kujaza uwanja wa Benjamin Mkapa ambao mnaita ni shamba la bibi ama, uh, ni nyumbani ambapo nyie huwa mnaamini kwamba timu yote ile haiwezi kutoka pale salama? Ha, hamasa kwa Simba zimeshazinduliwa kwa sababu hamasa ziko za aina nyingi. Hiyo unayozungumzia wewe sasa, ile face to face sawa sawaot, ndo unaozungumzia lakini, hata jana hamasa zilishazinduliwa, viingilio vimepangwa, mwembe Yanga, kwenye media hizi tunapiga kelele tangu. Rodi ya makundi imeshapangwa tayari, sisi wanasimba tunaimizana tiketi zikitangazwa tununue tiketi zetu, twende tukaisupport nini timu yetu. Kwa hiyo kesho yani ni mwendelezo wa hamasa, lakini kwa hamasa, hata hapa ninavyokuambia, niko kwenye hamasa ya Simba. Wana Simba kama kawaida yetu Bwana GB 64 kuna uh, meneja Pantevu ameingia lakini pia tumeona performance jinsi ilivyo tunaona vijana chipukiza ambao wanafanya kazi nzuri katika kikosi cha Simba Sport Club mnaelekea kwenye mchezo mkubwa unahisi labda pengine ikitokea hatuombei lakini ikitokea mkapata matokeo tofauti na yale ambayo mnatamani kuyaona nini hasa ambacho mtahisi ninyi wana Simba? pengine wachezaji mtawalaumu ama uh, mfumo wa kocha ama pengine mtalaumu nani kulingana na mechi iliyoko mbele yenu? Aa, ni ngumu kuongelea vitu ambavyo bado havijatokea, lakini kiuhalisia mpira una matokeo matatu, si umeelewa? Eh, mpira una matokeo sawa, kushinda, kufungwa na kufanya nini, na kutoa sare. Lakini kwa matokeo ya mechi za nyumbani, mpira tunahitaji tokeo hili, tunahitaji pointi tatu, na ndio msimu yote sisi tunavyocheza. Na ikitokea tukipoteza hapa, lazima tukazichukua wapi, tukazichukua ugenini, tuzirudishe hapa, ndio nitaweza no, si... sasa ah ah, sina kwani tushafanya hivyo Simba tulishafanya hivyo msimu tuliocheza, tulokaa kundi moja na Raja Casablanca. Tulifungwa na Uloya Athletic Club ugenini, tukaja hapa mechi ya nyumbani, tukapigwa chuma tatu kwa bila na Raja Casablanca, tukapoteza pointi tatu nyumbani. Lakini tukatoka tukaenda kwa Vipers, tukampiga nyumbani kwake, tukazurudisha tatu wapi? Nyumbani tukawaza huku, tushafidi tukaje, uzadai tukampiga tena tatu, tukawa na sita. Alafu mwisho wa siku tukakutana na Uloya aliyetufunga moja bila, tukamtia chuma saba Umeelewa? Kwa hiyo tukawa na pointi tisa zetu. Kwa hiyo kawaida ya Simba akipoteza nyumbani, huwa anaenda kuchukua ugenini anarudisha. Yaani ndio sifa ya Simba. Na hata kama unakumbuka msimu tulotoa sare na ASEC Mimosas. Tulitoa sare na ASEC Mimosas. Tukapoteza pointi ngapi? Pointi mbili. Sio umeelewa? Tukaenda kuitafuta pointi moja na Jwaneng Galaxy. Unakumbuka? Halafu tukaenda tukaitafuta pointi moja tena na nani? Na ASEC Mimosas. Tukawa tumezipata zile pointi mbili za kufidia hapa. Kwa tukamaliza na pointi tisa zetu zile zile. Akaja John Ngati tukampiga chuma sita. Eh bwana tumalize tuma, tuma tuma. Uh, na hili bwana JB 64. Unawaambia nini sasa? Uh, mashabiki wa Simba walioko mikoani wengine hawawezi kufika kwenye mechi ya Simba Sport Club itakayopigwa tarehe ishirini na tatu wanatamani kusikia, pengine wewe ni mkubwa ambaye wanakufuatilia wanakufahamu, neno lako labda, sasa kuelekea kwenye hamasa ambazo zinaendelea kuanzia siku ya kesho, lakini pia mechi yenyewe husika siku ya tarehe ishirini na tatu. Mimi uh, neno langu kwao, ile mikoa ya karibu, jitahidi uje, kopa iba nyang'anya Jo, usiruhusu kuiba kuiba, huo ni msemo. Yani, manake utumie nguvu ya aina yoyote, uje kuisupport simba yako. Umenelewa bwana. Na kikubwa, na watu wa Dar es Salaam, tununue tiketi mapema, tunataka sold out mapema, ikiwezekana Ijumaa tiketi ziwe zishafanya nini, zimeshakusha. Imezidi sana. Jumaa mosi uwanja ule unatakiwa ujae. Umenelewa bwana, twende tukaisupport timu yetu, kwa sababu wote I believe kama tukishajaa pale ndani, ndio inapatikana slogan ya kwa Mkapa atoki mtu. Sawa, kile ni kifuu cha moto Yaani uwanja Benjamin Benjamini Mkapa tunautumia kama nini, kama chungu cha moto. Sasa chungu akiwezi kikawa chekundu au akiwezi kikawiva, mtu, mtu akitua katika kile chungu ili awive, unahitajika moto, moto sio lazima tukachochee, tuka, tuka, tuka, tuka kuni pale au mkaa au gesi. Ina maana zile kelele zetu, kelele za watu elfu sabini na tano ndio zinazosababisha. kwa sababu si watu wa physics, sehemu yoyote noise pollution inapokuwa kubwa temperature la, la, la, la, lakini ni elfu sitini, bwana! Si aa, si si yani no <laughs> e bwana JB, sio 75 sisi. Bada tuingie tuingia, sisi tunaingia, sisi tunaingiaga pale zaidi ya watu elfu sitini yani ndio Simba hadi sehemu za ngazi.